maadam mtu hana tishio la kukimbia au hajui, kwa sababu mmeshapeleza na mnajua hey, hajui unaweza ametoka nyumbani kituo cha polisi. Kwa hiyo huu mwingine huwa ukamataji wa tofauti, na hivyo tumekubaliana, isipokuwa shughuli za kipolisi ziko nyingi, masuala ya kiusalama yako mengi, yana levels tofauti eh, pale itakapobidi ya namna hiyo, basi anayefanana na aina ya kosa kuliko hata kosa kadogo tu